Karibu katika mwendelezo wa makala kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Sua, na leo twende pamoja katika kuangazia mchakato wa udongo, ambapo ni wazi kuwa kilimo chenye tija huanza na udongo wenye afya. Wataalamu wanashauri usilime bila kupima udongo. Twende sote kuangazia makala haya, ungana nami Siwema Maribiche mpaka tamati, ambapo kwa kuanza tunaye mkuu wa idara ya sayansi ya udongo na jiolojia chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Sua, Dkt Bonifas Masawe, ambaye anaelezea umuhimu wa upimaji wa afya ya udongo kabla ya kulima. Kama ilivyo binadamu, kama ilivyo mimea, kama walivyo wanyama, udongo nao una, una afya, na udongo ambao uh, una afya nzuri ndio udongo ambao unaweza kutumika kuzalisha vizuri. Kwa hiyo, sisi maabara yetu uh, inajishughulisha kwenye kuhakikisha kwamba tunajua uh, afya ya udongo ikoje. Sasa uh, tunatumia sampuli ambazo zinaletwa kwa ajili ya kupima viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba afya ya udongo ikoje. Na kuna aina nyingi za uchukuaji wa sampuli. Inategemea na malengo yako haswa wewe unataka uh, ufanye nini haswa. Kwa mfano kama malengo yako ni kujua tu udongo una uh, una una rutuba kiasi gani, unaweza ukachukua sampuli za juu za udongo, ambako kwa mfano kama unalima mazao uh, ambayo ni ya, ya muda mfupi uh, unachoweza kufanya ni kuchukua sampuli kutoka juu uh, kabisa ambapo tunasema ni sentimita sifuri kwenda mpaka hadi sentimita thelathini hiyo inaweza kukupa picha kwamba kwenye ile eneo ambalo ni la mizizi, basi uh, kunakuwa na, uh, na, na na afya ya namna gani kwa ajili ya kuweza uh, kuwezesha ustawishaji wa mazao ambayo umeyalenga. Lakini kama shamba lako linastawisha mazao ambayo yana mizizi inayoenda chini, kwa mfano mazao ambayo yanakaa zaidi ya mwaka mmoja shambani basi unaweza ukachukua pia sampuli ambazo sisi tunasema ni za za, za chini zaidi ya udongo, kwa sababu mizizi yake inakuwa inakwenda chini zaidi. Kwa hiyo kuna kuna kuna, kuna aina nyingi za kuchukua sampuli, lakini pia wataalamu wengine wanaweza kutaka kuchukua uh, sampuli za udongo kwenye uh, kwenye shimo la udongo ili kuweza kujua kwamba udongo huu una tabia gani na unaweza ukaitwa jina gani. Kwa hiyo kuna malengo mengi kwa ajili ya kuweza kuchukua uh, sampuli za udongo na namna ya kuchukua sampuli inategemeana na, na malengo kama nilivyosema. Uh, cha msingi au cha muhimu kabisa ni kuhakikisha kwamba unapochukua sampuli unachukua sampuli ambayo inawakilisha lile eneo ambalo wanalitaka kwa Kiingereza sisi tunasema representative, uh, soil sample. Kwa hiyo kama shamba lako kwa mfano lina ekari 20, uh, huwezi kwenda kuchukua udongo mahali ambapo labda kuna zizi la ng'ombe kwa mfano kwa sababu pale kwenye zizi la ng'ombe kutakuwa na tabia tofauti na eneo lingine la shamba ambako hakuna hakuna zizi la ng'ombe. Kwa hiyo tunapochukua sampuli watu tunahakikisha kwamba, um, yale maeneo ambako tunachukua sampuli basi inatupa picha halisi ya lile shamba, shamba letu. Tumefika katika shamba la mafunzo la Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA na kukutana na wataalamu wanafunzi ambao wanatuelezea mchakato mzima wa upimaji wa afya ya udongo kwa ajili ya kupata matokeo sahihi ya mahitaji ya udongo kabla ya kulima. Diana Mtui, Sifa Mbuba na Jafali Niragira ni wanafunzi wa sayansi ya udongo na jiolojia kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA Wanatueleza hatua za kufuata kabla ya kuanza kuchukua sampuli shambani na njia za kuchukua sampuli hizo. Lakini kabla hatujaenda kupima udongo, inabidi kwanza tuende tukaone eneo ambalo tunaenda kuchukua udongo, na tunafanya hivyo ili tujue aina ya vifaa ambavyo tutatumia, lakini pia aina na gharama ambazo tunaweza kutumia kwa ajili ya kupimia huo udongo. Kwa kuangalia shamba letu na eneo la shamba letu tunaona kwamba lenyewe liko uniform, kwa hiyo tuna aina fulani ya kutumia kwa ajili ya kuchukua udongo. Kuna njia zinazotumika kuchukua zoezi zima la sampuli. Njia tunayoitumia shambani kwetu, tunatumia njia inaitwa diagonal, na maanisha tunachukua sampuli zetu kwa kufuata mstari, kona moja kwenda kona nyingine, kona ya tatu kwenda kona ya nne. Kikubwa tutengeneze mstari, kwa sababu shamba letu linafanana. Lengo kubwa la kuchukua sampuli za udongo ni kupima afya ya udongo, kujua virutubisho vilivyopo na virutubisho vilivyopungua kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wetu. Maana wakulima wetu wengi wanahangaika kulisha mazao baada ya kulisha udongo. Ukimlishe, ukilisha udongo vizuri utakusaidia kuongeza uzalishaji wako, utakuwa vizuri. Hata ukitaka kufanya uwekezaji, cha kwanza pima afya ya udongo ili uongeze uzalishaji wako. Baada ya kuchukua sampuri, itabidi tuwe na sampuli wakilishi ambayo ita, itaenda maabara kwa ajili ya vipimo zaidi. Sampuri yetu ni nyingi, ni zaidi ya kilo moja lakini maabara inahitajika sampuri kidogo kama gramu 500 tu. Sasa, baada ya kuwa na sampuri nyingi kiasi hicho, itabidi tupate kuipunguza katika kiwango ambacho kitahitajika kwa matumizi ya maabara. Tutafanya kitendo kinaitwa quartering kwa lugha ya Kiingereza ama kugawanya katika pande nne kwa njia ya msalaba kwa ajili ya kupata sampuri ya kiwango kidogo inayotumika maabara. Sampuri inagawanywa kwa lengo moja kubwa. Kwanza, kuipunguza katika udogo, kwa sababu bahasha za kuchukulia sampuri yetu ni ndogo, hazizidi kilo, kilo moja. Kwa hiyo tutaigawanya. Lengo kuu la kwanza ni kupata sampuri gramu 500 ambayo itatumika kwa matumizi ya maabara lakini Lengo la pili la kuigawanya sampuri ni kwa ajili ya kula, kufanya uchanganyaji ili tupate sampuri wakilishi ya eneo zima. Kwa kuichanganya pamoja na kuigawa inasaidia kupata sampuri ambayo inawakilisha eneo zima kwa ujumla. Tunahifadhi kwenye bahasha sampuri zetu ili kuepuka mwingiliano na vitu ambavyo vinatoka nje. Kwa mfano, inaweza ikachanganyikana na labda na maji ambayo yanaweza yakaongeza vitu ambavyo, tukifanya vipimo, tutapata majibu tofauti na yale ambayo litakiwa tuwe nayo katika udongo wetu. Baada ya kusikia hatua na njia za kuchukua sampuli, tuungane na Mwampulo Emmanuel ambaye anatuelezea vifaa ambavyo wataalamu wanachukulia sampuli za udongo shambani na namna ya kuandaa taarifa za sampuli hizo kuanzia shambani. Hii vifaa kitaalamu inaitwa oga ambayo ndoo inatumika kuchukua sampuli ya udongo lakini, tulikuwa na vitu vingine kama mifuko, ndoo na bahasha kwa ajili ya kuhifadhia sampuli za udongo, ili tuweze kuzichukua kuzipeleka maabara kwa ajili ya kwenda kuangalia e, zile paramita nyingine ambazo zipo kwenye udongo. Hiki kifaa nilichoshika hiki. Kazi yake ni kuchukua sampuli ya udongo kwenye kina cha sentimita 30 mpaka hapa, kwa sababu zao ambalo tunatarajia kuotesha hapa mizizi yake haiendi zaidi ya sentimita thelathini. Kwa hiyo na udongo ambao tunataka kuupima sampuli yetu hapa, tunataka ule udongo wa juu usiozidi sentimita thelathini kushuka chini. Umuhimu wa waku, kuandika taarifa za eneo ambalo umechukua udongo ni kwa ajili ya kutunza kumbukumbu, kwa sababu hiyo sehemu ya kuhifadhi udongo na maabara kwenda kukausha kunakuwa na sampuli nyingi. Ili uweze kuitambua sampuli ya udongo, lazima uipe jina. Kwa hiyo tunaipa jina kwa kuandika hizo taarifa za maeneo ambapo tumechukua hapo shambani. Kwa upande wake, mteknolojia katika maabara ya udongo, Dominika Mbawala, kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, amesema wanapokea sampuli za udongo na kuzifanyia kazi kwa muda wa wiki tatu. Maabara yetu inapokea sampo za aina nne. Tunapokea sampo za udongo, tunapokea sampo za maji, tunapokea sampo za mbolea ya kiwandani. Pia tunapokea sampo za mbolea ya asili. Mteja wetu anapofika mahali hapa, huwa tunapokea sampo zake na kuzisajili kwa kuzipatia namba ya maabara. Lakini pia huwa tunachukua rekodi ya namba zake ambazo halizipatia kule field. Yaani namba za kumbukumbu au reference numbers. Baada ya kusajili sampo hizo, huwa tunampatia invoice kwa ajili ya kulipia kupitia control number. Sampo hizo zikishalipiwa na tayari zimeshasajiliwa hupelekwa mahali pa kuanikia sampo. Mteja anapokuja kwa mara ya kwanza, tunamuuliza sampo zake kama ana mtu professional kwa ajili ya kusampo zile sampo. Kama hana mtaalamu wa kufanya sampling, tutampatia mtaalamu wa kwenda naye field ili amsaidie kuchukua sampo inayoendana na viwango vinavyohitajika maabara. Endapo alishachukua sampo bila kufata viwango vinavyotakiwa, mteja huyo tutampatia mtaalamu ili aweze kwenda kurudia kukusanya udongo wake upya. Naye Devota Deus, msaidizi wa maabara ya kukaushia sampuli za udongo Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, anaelezea namna ambavyo mchakato wa udongo unafanyika baada ya kufika katika jumba hilo lililopo ndani ya chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA. Zikishafanya registration hapo kwa, kwa customer care, zinakuja moja kwa moja kwenye hili jumba na hili jumba ni special kwa ajili ya kukaushia sample za udongo. Kitaalamu tunaita screen house. Lakini ni, ni jumba kwa ajili ya kukaushia sample za udongo. Zikishafika hapa moja kwa moja tunazianika, na inategemea na hali ya hewa, zinaweza kakaa wiki, siku tatu, siku nne, siku tano. Kwa hiyo zikishakauka ndo tunaanza process ya kuzisaga Tukishasaga tunasaga kwa kutumia hizi chupa, tunatumia kifaa ambacho hakiwezi kuleta contamination ya aina yoyote ile. Mteja anavoleta sample hapa, anafika moja kwa moja mapokezi, na mapokezi hiyo sample anaipa registration number ambayo ni arabu. Kwa hiyo tukishaisivu, tunaweka kile kiasi ambacho tunapata, tunaweka ndani ya ile bahasha. Baada ya hapo sasa tunaingia maabara kwa ajili ya uchakataji maalum ambao mteja alikomandi au alishauriwa afanye kutokana na hicho kitu ambacho anataka alime au aangalie kwenye hizo sampo zake. Recho Mkwizu, mwanafunzi wa sayansi ya udongo na jiolojia, anatuonyesha hatua za mchakato wa udongo baada ya kutoka shambani na kuingia kwenye jumba la kukaushia mpaka kwenda maabara kwa ajili ya mchakato wa hitimisho la upimaji wa afya ya udongo. Kabla ya kuanza kuchakata sampo zetu, tunaanza kwanza na kusafisha eneo, kwa sababu kabla ya sisi ya kuja kutumia mahali hapa kuna mtu mwingine alikuja kutumia na sampuli zake. Kwa hiyo tunafanya kusafisha ili kuepuka mwingiliano tunaita kitaalamu contamination, kati ya sampuli zilizotoka na sampuli tunazokuja nazo. Na baada ya kusafisha eneo letu, tunatumia magazeti tunayasambaza kwenye meza hizi kwa ajili ya kuweka zile sampuli zetu kwa juu na kuzitandaza, ili kuweza kuruhusu ziweze kukauka vizuri, lakini pia tunafunika tena juu kwa kutumia gazeti ili kuzuia tena mwingiliano wa sampuli moja na nyingine, kwa sababu kama mnavyoona kuna kuwa na sampuli nyingi nyingi. Hakui na sampuli moja tu. Yes, baada ya siku tatu kutegemeana na hali ya hewa, tunakuja kwenye jengo hili kwa ajili ya kuzisaga samples zetu, kitaalam tunaita tunazi grind. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, tunachuja kwa kutumia sieve chujio tuna linaitwa ni 2 mm sieve. Baada ya kuichekecha, tutaiweka kwenye bahasha maalum ambazo zitakuwa na namba ya usajili wa maabara. Baada ya hapo, tutachukua sampuli ile na kuelekea maabara kwa ajili ya kufanya kitaalamu tunaita soil analysis au tunaita uchakataji wa udongo kutegemeana na kile kitu tunachoenda kukipima. Baada ya kuchukua sampuli yetu ya udongo kutoka screen house ama tunaita jumba la kukaushia udongo, tutafika nao mahali hapa katika maabara yetu na lengo la sampuli hii tuliochukua tutakwenda kuangalia ni aina gani ya udongo. Hatuwezi kusema kwa macho, lazima tupitie katika vipimo ambapo tutaangalia kama ni tiftifu, kama ni kichanga au kama ni mfinyanzi. Na hatua ya kwanza ambayo tutaifanya hapa lab tutaanza na kupima gramu hamsini za udongo wetu ambao tutapima kwa kutumia kifaa kinachoitwa weigh balance. Tutapima gramu hamsini na kuziweka katika chupa ndogo ambao tutaenda kufanya mchanganyiko wetu. Na baada ya hapo tutapima mils hamsini ambazo ni zitakuwa ni za sodium hexametaphosphate ama aka tunaita ni calgon baada ya hapo tutachanganya kwenye ile chupa ambayo tumeweka udongo wa gramu hamsini. Baada ya hapo tutapima mils mia moja za maji ambayo tutatumia distilled water, hatutumii maji ya kawaida. Tutachanganya tena kwenye chupa ambayo iko na gramu hamsini za udongo mils hamsini za sodium hexametaphosphate ambayo ni carbon kwa jina lingine. Baada ya hapo tutaipeleka kwenye mashine inaitwa mechanical shaker. Tutaiacha hapo kwa masaa ishirini na nne. Baada ya kuiacha kwa masaa ishirini na nne, tutakuja, tutaitoa na tutakuja, tutaingia katika chumba maalum, kama mnavyoona, tutaweka katika measuring cylinder iliyoko na ujazo wa mils elfu moja. Baada ya kuiweka hapo, tutaanza, tutaweka maji mpaka pale mwisho mils elfu moja zinapoishia. Baada ya hapo tutaanza kuichanganya, tutachanganya, tutachanganya tutaanza kupima na mchakato mwingine utaendelea. Mtaalam wa maabara ya sayansi ya udongo na jiolojia, Mohamed Hamis Mohamed, ameelezea hatua ambazo zinachukuliwa baada ya matokeo ya udongo, ikiwemo wakulima kupokea ushauri wa kitaalamu kulingana na changamoto ya udongo husika. Badala ya kujua hilo, huwa tunawapeleka kwa wataalamu ili kuwashauriwe wakulima wetu kwenye huu aina ya udongo waalime kitu gani na virutubisho vilivyokuwepo kwa sababu vitakuwa vimeshaangaliwa. Anaweza kashauriwa pia atumie mbolea gani na kiwango gani ili apate tija kwenye kilimo chake. Karibuni sana chuo cha Sokoine, kuna wataalamu wa kutosha waliobobea kwa ajili ya analysis za udongo na ushauri. Kwa mfano, kwa lile shamba ambayo tulienda kulichukulia udongo, lile shamba limegawanyika sehemu kama tatu sehemu ambayo lina mfinyanzi lina tifutifu lina kichanga. Kwa hiyo tunaweza ililishamba kuna sehemu ambayo tumeili ya mfinyanzi tumeweza kuwekea kilimo cha mpunga, na zile sehemu nyingine tunalimaga mahindi na huwa tuna apply mbolea kutegemea na virutubisho ambavyo tumevikuta mle baada ya kupima. Mwisho, Dkt Masawe anatueleza gharama za upimaji wa udongo na kuwakumbusha wakulima faida za upimaji wa udongo kabla ya kulima kuwa ni pamoja na kupunguza gharama za kilimo, kwa kutumia mbolea na pembejeo kwa usahihi na kuongezeka kwa uzalishaji. Bei zetu zinatofautiana kulingana na aina ya, um, ya, ya, ya, ya kitu unachotaka upimiwe. Uh, kwa mfano kama unataka ujue tindikali ya udongo wako ikoje, uh, kwa sapuli moja basi unaweza kulipa shilingi elfu moja na mia mbili. Kama unataka ujue kama udongo wako una chumvi au hauna chumvi, uh, ni shilingi elfu moja na mia mbili kwa sapuli moja. Kama unataka ujue, uh, labda udongo wako kama una, una, una, una calcium ya kutosha au na upungufu fune, na kwa sapuli moja ni shilingi elfu nne na mia mbili. Kwa hiyo zinatofautiana kulingana na uh, aina ya, ya, ya kitu ambacho nataka ukijue uto kwenye udongo wako. Na um, wakulima moja moja wanaweza wakaja, lakini wakati mwingine wakulima wanaweza wakaja katika mafungu, na sisi tumezoea wa wakulima wana mashamba madogo madogo na unapokuwa na mashamba madogo, mara nyingi unaweza kukuta mengi yanafanana. Kwa hiyo unaweza ukachukua sampuli moja ambayo inaweza kuwakilisha eneo kubwa ambalo labda lina, uh, lina, lina, lina, lina lina milikiwa na wakulima uh, moja wawili watatu. Kwa wale hiyo wale wanaweza kutumia taarifa hiyo endapo wanatumia kilimo ambacho kinafanana, na hizo taarifa zinaweza zikawasaidia watu kwa pamoja wakulima wenye mashamba makubwa kidogo uh, wao wanaweza wakachukua waka, waka, waka sampuli nyingi kulingana na namna ambavyo tumeona kuna mabadiliko katika, uh, uh, katika, katika mashamba yao. Kwa hiyo nichukue tu fursa hii mimi kuwakaribisha wote uh, katika uh, maabara yetu iko wazi uh, tunapokea sampuli za udongo kuanzia Jumatatu, muda wa kufungua kazi hadi uh, muda wa kufunga kazi, lakini ni Jumatatu mpaka hadi Ijumaa, isipokuwa siku za sikukuu. Tunawakaribisha sana uh, karibuni, tulime kitaalam. Ni vyema ukajua uh, udongo wako una afya ya namna gani kabla hujaamua uh, kuweka mbolea au kabla ya kuamua kuweka aina fulani ya mazao. Hili ni jambo la msingi sana. Sio kila aina ya udongo inaweza ikaimili kila aina ya mazao. Kwa hiyo kuna udongo ambao unaweza ukafanya vizuri zaidi ukitumiwa kwa ajili tu ya aina fulani ya mazao, lakini pia uh, kuna aina ya virutubisho ambavyo ukiviongeza kwenye udongo vinaweza vikasababisha madhara. Kwa hiyo ni vizuri ukajua kwamba udongo wako una upungufu wa kitu gani na kitu gani, ili uweze kuweka mbolea ambayo inaweza ikasaidia tu uh, kutatua tatizo hilo. Unaweza kupunguza uh, kiwango kikubwa cha matumizi ya mbolea, kwa sababu tu umeshagundua tatizo liko wapi. Uh, kuna watu wengi wanatumia mbolea nyingi sana, kwa mfano, kwa sababu tu hajui uh, udongo wake una pH kiasi gani. Kwa hiyo kama ukiweza tu kupambana na pH inaweza kukusaidia sana kuhakikisha kwamba ni udongo wako, uh, unapata virutubisho katika uh, kiasi ambacho kinahitajika. Inashauriwa baada ya kupima udongo kwa mara ya kwanza, upime kwa wastani wa mwaka mmoja au miaka mitatu kutokana na matumizi ya eneo husika ili Tanzania ifikie katika hatua ya kuzalisha chakula kwa wingi na wakulima kupata tija na ziada, kulinda afya ya mlaji, inashauriwa upimaji wa udongo upewe kipaumbele kama ambavyo matumizi ya mbolea na pembejeo yanavyopewa kipaumbele nchini. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, asante na kwaheri. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Siwema Maribiche.